Serikali ya Israeli inasema imekubali pendekezo la Donald Trump la kusitisha mapigano, lakini inasema itajibu kwa nguvu kwa ukiukaji wowote wa, wa usitishaji mapigano. Serikali ya Israeli inasema ilikubali pendekezo la kusitisha mapigano baada ya kufikia malengo ya mashambulizi yake dhidi ya Iran. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, Israeli imeondoa Iran kama tishio mara mbili kuanzia silaha za nyuklia hadi makombora ya balistiki. Pia inasema Israeli imesababisha uharibifu mkubwa wa uongozi wa kijeshi na kuharibu maeneo kadhaa lengwa ya serikali ya Iran. Taarifa hiyo inaendelea kusema kwamba majeshi ya Israel katika siku ya mwisho yamefikia malengo ya serikali katika kitovu cha Iran na kuwaondoa mamia ya wanajeshi wa basi ambao mara nyingi hutumika na serikali ya Iran kukandamiza waandamanaji na kumuua mwanasayansi mwingine mkuu wa nyuklia. Israeli inamshukuru Rais Trump na Marekani kwa kumuunga mkono katika ulinzi wa ushiriki wao katika kuondoa tishio la nyuklia la Iran. Hii ni TMC News Updates Kimataifa. Mimi ni Jackline Masawe, endelea kutufuatilia kwa kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare, iliwa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapozipakia hewani.